Na msikilizaji, kwa karibu sana katika sehemu hii ambayo ni mahususi kwa ajili ya mjadala wetu wa siku, na kama nilivyokudokeza, leo tunatazama athari za siasa za Trump ulimwenguni. Tunafahamu kwamba Rais Donald Trump aliingia madarakani kwa kujinadi kwamba atakuwa kiongozi mwenye kuleta amani duniani, lakini muda mrefu, hata kabla ya kuingia madarakani kama rais wa 47 wa nchi hiyo ya Marekani, tayari ulimwengu ulikuwa na wasiwasi wasi wa kitakachotokana na utawala wake huu wa pili kuanzia mashariki ya kati hadi ulaya afrika hadi barani asia na latin america kurudi kwa trump kuliabadili mahesabu ya viongozi wa dunia sera yake ya amerika kwanza imeubadili ulimwengu kuelekea mahusiano ya nchi hiyo na mataifa ya dunia biashara sera mazingira na hata kisiasa je ulimwengu unaweza kuendelea kuvumilia sera za kiongozi huyo athari za siasa e, za kiongozi huyo ni zipi? Kwenye mjadala huu nimewaalika kutoka nchini Marekani mchambuzi wa kisiasa na mwandishi wa habari Mubelwa Bandio, na kutoka Nairobi yuko mwandishi habari mstaafu Jamhuri Mwavyombo. Karibuni nyote kwenye mjadala wetu, okay. nianze kwako Jamhuri hapo Nairobi. E, viongozi wa bara la Afrika wanatazama vipi Rais Trump na sera zake, na hasa wanapotazama namna anavyoingilia kwa nguvu kwenye mataifa mengine, wanakuwa na mtazamo gani viongozi wa Afrika? Nafkiri hali sasa hivi imekuwa ya wasiwasi, kwa sababu kila mmoja anajitazama, je, mimi huyu bwana Trump nisimkwaze kivipi? Kwa sababu akikushukia tena unakuwa ni kama uko peke yako. Sasa mfano mzuri ni pale alipo Uh, yalipotokea pale ikulu ya White House alipomwandika Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini mm -hmm. ambapo watu wengi walikuwa wanafikiria ama wanaona kwa vitendo na mifano mingine kwamba uh, Afrika Kusini ndio taifa kipenzi kwa Marekani sasa, mm -hmm. nayo ilipotokea vile, kwa kudai kwamba eti kuna mauaji ya kimbari kule Afrika Kusini, kila mmoja akastaajabu, ala inakuwaje hivi? mm -hmm. maanake habari hizo ni za mjadala mpaka leo kwamba e, si kweli kunatokea mauaji ya kimbari Afrika Kusini. E, kweli viwango vya a, u, u, uhalifu ni vikubwa, lakini vinawapata wote na zaidi wa Afrika mm -hmm. ambao ni weusi Manaake umetaja kwamba Afrika Kusini, viongozi wengi wa Afrika walitazama kama ndo kipenzi cha Marekani, na kutokana na hayo unayoyasema, unafikiri viongozi wa kiafrika walihisi pana haja ya kucheza karata vizuri ya kubadili pengine mitazamo yao? Sasa inategemea taifa kwa taifa mm, kwa sababu ukiangalia kama Afrika Magharibi, yale mataifa ambayo yenyewe yalijitenga yakasema kwamba sisi hatutaki tena uhusiano na viongozi wa uh, Ulaya ama wanajeshi wa Ulaya. Uliona uh, kama kwa mfano Niger wakaondoa ule utawala wa uh, wakaondoa zile eh, kambi za kijeshi za, za, za, za Marekani kule, hawakutaka tena sasa. Lakini wengine wanaangalia, bado wanabembeleza, wanabembeleza kwamba bwana e, sisi bado tupo, twa kuamini twa hitaji hii mifumo ya kidemokrasia, mambo kama hayo. Na pia zaidi, haswa zaidi, ilikuwa ile misaada ambayo Marekani ilikuwa ikichangia katika masuala ya kiafya na majanga yakitokea kama vile ukame na vitu kama hivyo uhum. Sasa haya yote ni kama yanakwenda ya, ya yakiporomoka, yakishuka, na hivi majuzi ile kutangaza kwamba hata balozi fulani fulani katika bara la Afrika wanazifunga katika nchi kadhaa pia nalo ndio linatia wasiwasi hata zaidi, limeuzidisha wasiwasi wa bara la Afrika. Bandio, ulimwengu umepiga kelele kuhusu Venezuela hapa juzi na kati kushambuliwa na Marekani, lakini Trump pia ametishia nchi kadhaa kuzifanyia kama alichofanya Karakas. Muda mrefu haujapita hivi sasa anatishia kuingilia kati Iran. Eh, sera ambazo wengine wanaziita ni za kidikteta, unafikiri zinaweza kuleta athari gani duniani?

kidunia sasa hivi kuna athari ambazo zinaonekana, lakini kuna athari zisizoonekana, kuna athari tarajiwa. Kwa mfano ukianza kuangalia, so sasa hivi hasa katika nchi za Ulaya, mataifa ya Ulaya na hasa Marekani ya Kusini, zile sera ambazo unaweza kusema ni sera za umaarufu ama populism, zina sera za kusifiana zimeanza kuingia sana na, na kuingia katika masuala ya, ya utaifa. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba sasa, so hivi baadhi ya maamuzi ambayo amefanya na ambayo anaendelea kufanya na ukumbuke, anaendelea kufanya hivi kwa sababu anajua baadhi ya vitu amekwisha tunasema, ameminya mrija wa suluhisho. Kwa mfano kwenye Umoja Mataifa anajua ana kura ya torofu. Kwenye masuala ya kibiashara anajua amezuia ile uteuzi wa baadhi ya watu wanatokea kuingia katika ile bodi ya, ya, ya masuala ya usuluhishi. Kwa hiyo hakuna kitakachopelekwa kikaamuliwa katika upande ule kwa Trump sasa hivi um, athari kubwa ina, inayoanza ina, ina, ina, kuja ni kwamba anaanza ku, tunaanza kuona kwamba wapo baadhi ya watu ambao on, ni kama wanahisi stali yake uongozi inafanya kazi na unaanza kuona hili likianza kuingia na baadhi, anaanza hata yeye mwenyewe kuanza kujaribu kuwaingiza katika nchi kama mona alichokuwa anajaribu kufanya kwa nchi kama Brazil na nchi nyingine. Kwa hiyo hayupo tena katika maswala ya demokrasia kama ambavyo ilikuwa awali. Hapana, anataka na anatamani watu waendelee kuongozwa na maamuzi ya watu wachache wachache. Nataka Trump, nitakutana nataka nikutane na Putin na, na fulani tufanye maamuzi. Nataka nikutane na Zelenski na wengine tuzungumze kuhusu kitu fulani. Kwa hiyo anaingia katika mfumo wa raisi ambaye ni kama vile anafanya maamuzi ya kila kitu, ni aina fulani ambao Marekani uh, wanashindwa kutamka wazi, lakini Ndiko ambako tunaelekea sasa. Athari zisizoonekana ni kwamba wapo watu ambao wanaanza kuhisi kwamba kumbe staili ya Trump ina, inafanikisha sehemu za uongozi na tunaweza tukaanza kuona hili likianza kuingia na kusambaa katika baadhi ya nchi hasa Ulaya. Bandio, unadhani Trump anahatarisha kutengeneza mgawanyiko miongoni mwa washirika? Kwa sababu unasema ukitazama Ulaya inaonyesha kama ambaye uzalendo umejengeka Ulaya kutokana na, na, na, na mitazamo ya Trump, na ukitazama swala la vita vya Ukraine ambako yeye alinadi atamaliza mara moja vita, anaonyesha ameshindwa, na washirika wa Marekani, umoja wa Ulaya unaonekana kwa namna na fulani umepoteza imani na Marekani. Trump hajali sana anachokisema kuliko anachokifanya. Nitakupa mfano Trump mfanot umezungumza pale mwanzo, katika katika utambulisho kwamba Trump aliingia kijinadi kama rais wa amani. Mpaka kufikia hivi sasa, Trump amefanya mashambulizi kwenye mataifa tisa ndani ya mabara matatu, zaidi ya mashambulizi mia sita ni mengi kuliko ambayo Joe Biden alifanya ndani ya miaka yake minne. Kwa hiyo kile anachokisema na kile anachokifanya vinaweza vikawa tofauti, lakini ni mtu mzuri sana katika kufanya ule ugawanyisho na kuweza kutawala divide and rule. Anafanya kitu fulani kwa mfano, kwa Venezuela amekwenda amemtoa kitu ambacho watu kwanza wanajua kabisa kwamba Maduro hakuwa maarufu Venezuela, amekwenda akamnyefua pale na watu wanajua kwamba ni kinyume na ilikuwa lakini, akasema akamlazimisha aliyopo awaachie wafungwa wa kisiasa, kitu ambacho ni jambo zuri ambalo watu wengi walikuwa wanalitaka kwao, wale wanaotaka demokrasia ni wale ambao pia walikuwa wanampinga Maduro, lakini wakiona kwamba kwa muda wote walikuwa wanapigania watu wa waachiwe wafungwa wa kisiasa. Trump amekuwa namefanya jambo lisilo la kidemokrasia, wanalipinga, lakini bado ameachia na kufanya kile kile ambacho wao wamekuwa wakitamani kwa muda mrefu. Kwao ni mtu ambaye anajua jinsi ya kucheza na watu na hasa kutumia hii sera ambayo anawagawanya alafu anawatawala. Sasa hivi inakuwa ngumu kwa watu kuweza kum kumshutumu sh, kum, moja kwa moja kwa sababu atawambia wasi, ndio miaka yote alikuwa anazungumza kuhusu watu fulani kuachiwa na ni mimi ambaye nimekuja nimewachia ndani ya saa kadhaa. Kwa hiyo ni mtindo wa utawala ambao anaotumia sio tu nje ya Marekani lakini hata ndani ya Marekani, na ndio inamfanya aendelee kuwa jinsi alivyo, mgawanyishi mkubwa pengine katika historia ya, ya siasa za Marekani. Na uh, kabla sija kwenda kwa wasikilizaji, kwa sababu nao pia wanakuwa na maswali ya kuuliza, nije kwako Jamhuri uh, mwa Vyombo hapo Nairobi. Bara la Afrika mara zote uh, kama ulivyotangulia kusema katika maelezo yako ya mwanzo, limekuwa likiwekea uh, matumaini bara uh, Marekani uh, limeiweka mbele kama mshirika wake wanayemtegemea na na hivi sasa Trump amebadilisha kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa nchi hiyo kuhusu Afrika. Bara la Afrika vile vile ni bara lenye rasilimali chungu nzima. E, unadhani viongozi wa Afrika wanapotazama sera za Trump ambayo, e, ambazo zinaonekana zaidi ni za kujali e, kuitajirisha Marekani kwa rasilimali za mataifa mengine, mfano tumeuona na katamka mwenyewe waziwazi Venezuela, hata ikiwa ni kwa kutumia nguvu, mradi Marekani inapata maslahi yake ya kujitajirisha. Wanapata ujumbe gani hapa, viongozi wa Afrika? Ujumbe wanaoupata ama wanaopaswa kuupata ni kwamba Afrika ijipange kwa sababu gani? Kwa sababu hata lile ambalo Marekani imekuwa ikihubiri miaka yote, sasa hivi hulioni. Nikikupa mfano mzuri hapa, Kenya katika miaka ya tisini, hapo ulimwona, hata ungemwona hata balozi wa Marekani anaingia mitaani, kama kwa mfano Smith Hampston yule, katika miaka ya tisini aliingia mitaani kwa katika kudai demokrasia, wananchi walipokuwa wanasema wanataka vyama vingi vya kisiasa. Sasa hivi hilo ulioni. Mwenyewe yeye huko Marekani amekuwa akikabiliana na waandamanaji ambao wanapinga sera zake. Sasa hapo, kisha ukiingia katika masuala ya ya kiuchumi, ndio hivyo. Afrika nafikiri imekuwa na miaka mingi ya kusoma na kujipanga kwamba tangu hapo kweli mahusiano yapo ya, ya kidiplomasia ya ki, ya ki, ya ki, ya kiuchumi. Lakini angalia na wewe kwako, kwa watu wako, unawaangalia vipi sasa hivi? Kundi kubwa la vijana ambao ni wa Kiafrika ni nguvu kazi, wamesoma, wameelimika vizuri, wanajua um, kupitia taarifa mbalimbali, kipi kinachoendelea duniani hmm. wanaona kwamba hapana, mbona sisi hali yetu inakuwa bado inadhoofu yes, kama wao hawataliangalia hili swala la vijana nguvu kazi mm, basi tena itakuwa ndio hivyo hivyo, maanake Marekani anavutia kwake. Asante, asante Mwavyombo. Mwavyombo anasema kwamba Afrika ijipange kutokana na sera hizi za Trump. Kuna wasikilizaji huko walioandika maswali yoyote, swali moja tu kwa sababu hatuna muda. Naona kule hajaunganishwa eh, Angela Mdungu lakini naambiwa kwamba muda hata hivyo umekwisha. Jamhuri, labda nikurudie kwako na swali moja kabisa litufungie eh, mjadala huu eh, kwa hayo yote ulioyazungumza na kuyataja kuhusiana na, na nafasi ya viongozi wa Afrika, unafikiri wana uwezo wa kusimama dhidi ya Trump na sera zake? Hawana, kwa kifupi hawana, lakini ushirikiano muhimu, lakini sasa hmm, muhimu zaidi ni kuangalia hilo, eh, hiyo nguvu kazi ya vijana kwamba hili kundi la vijana je, tukiiga mfano kama Uchina, tuka tukaangalia zaidi kupiga darubini masuala ya kiuchumi ambayo hawa vijana wanaweza wakajishughulisha nayo, ili hizi vuguvugu za huku ndani ya nchi wadhibiti wenyewe, wasitarajie kwamba watakuja ku Uh, asante sana ni Jamhuri Mwavyombo, mwandishi wa habari mstaafu kutoka huko Nairobi, kama alivyoshiriki kwenye mjadala huu. Lakini pia alikuweko mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mubelwa Bandio, kutoka huko nchini Marekani. Msikilizaji, endelea kuwa nasi.